As well, yosikito... ga mchanga mchanga mchanga mchanga ambayo ni sana sana sana ni mwepesi alafu pasuka. So utachanganya changanya vile kama huw wachanganya na simiti, but hii ni mchanga tu. Lakini ukitaka unaweza ukachanganya na simiti. Hapa nikaanza kuweka maji.

polepole mpaka ushike. Sasa hapo nkaona maji yametosha, kaona acha nianze kuvuruga sasa, dogo dogo, jim jim, kiasi joki joki, ni wewe tukanyaga kanyaga mpaka wesi umeshikana. Nadhani moja kupika sima kweli litakuwa rahisi kwenu Vuruga vuruga vuruga, ukishona umeiva. Ah, twenda kwa kibao sasa. Sami nikaona nisafirishe udongo wangu ambao ulikuwa nisho kanyaga kanyaga, umeiva, niupeleke mali penye nitafetuli. Nitafetuli ajua, hapa nilikuwa mali slope kiasi na block lisinge toka sawa. Uwanja ndoo huo sasa, uwanja ndoo huo. Sami kwa natumia kibao na kidipu kwa maji kiasi ikiwa inaunyevunyevu, ndo ili ukiweka udongo hapo ndani tofali lisikusumbue kutoka. Kitu kama hiko, sasa kazi rahisi tu hivyo, kaeka ukifinya finya, ama ukitaka weza ukaeka, but mimi na prefer sana ukifinya ama uweke na nguvu u ukiweka polepole, huwa naona kama tofali latoka hafifu sana. Prefer sana urosha udongo chapa kuchapa

Nikapiga vitu vya pa pa pa afu ndo hilo sasa. And product ndo hiyo sasa, after kufitua unacha siku keu kadhaa likeuke, ugeuze then sawa.